Maaskofu tarehe hiyo ya kumi na nne Novemba walifanya e, uchaguzi. Sisi kawaida, kwenye baraza huwa tunachaguliwa kwa maaskofu kupiga kura, sio kutaja, tunapiga kura. Kwa hiyo waliwapigia kura baadhi ya mapadri na basi wakampata mrithi wa Father Chesco ambaye ni Father Faustine furaha ambaye baba askofu rais wa baraza ameomba ni mtangazi huyu. Ana rangi ya Kijerumani, ana rangi ya Kikenya kidogo hivi inajua. So, watu warombo, huwezi kujua ni warombo au ni wakenya wenatoka Taveta basi. Huyo ndiye atakayechukua nafasi ya Baba Chesco kama naibu katibu mkuu. Naibu katibu mkuu mm. Lakini ameambiwa achukue ofisi siku Father Chesco atakapokuwa anaondoka. Sasa tujue anaondoka leo au kesho. Kwa hiyo hawezi kusema kitu mpaka Father atakapoondoka. Karibu Father ukae. <laughs> Kwa hiyo rais wa baraza aliniomba ni watangazie kwamba huyu ndio wamemchagua wame na atakuwa na sisi kwa utendaji. Ye ni padri mzaliwa wa jimbo la Moshi, kwa hiyo ni mwanajimbo, ni padri wa jimbo. Baba padri Chesco ni padri wa shirika eh. sisi tunafanya kazi kama unavyojua mapadi wa jimbo na mapadi wa, wa shirika. Kwa hiyo baba anatoka kule.